Kwa hiyo mama ametusaidia kutoa mikopo kwa, kwa wasanii. Lakini vile vile pia umeona tumeshirikishwa kubwa kuliko kwa kitambo. Wasanii wengi kuliko miaka yote. Ukihesabu humu, yani wasanii zaidi ya mia na tupo umare eh, hata pia vile vile kile kiwango pia kubwa zaidi kiasabu hivyo, mama amewatoa watu hapo, wame wame exposure, wameenda Korea a

Eh, eh, ni, nie eh, kidogoni, okay. Ni, yes. Ni mambo yapi ambayo unahisi ya kwamba hayakutekelezwa? Yeah, okay. Mimi sijaona kwa sababu sili mama yuko madarakani na muda wake bado haujaisha, kwa hiyo siwezi nikasema kwamba labda hajatekeleza, lakini tunapima, kuna miradi uchaguziaa liacha ameiendeleza na kuimaliza na kuna miradi ya kwake hiyo, mwenyewe umeelewa, ameianza mengine imeisha, mengine inaendelea, kwa sababu sijawahi kuona rais yoyote katika nchi yoyote kwamba amekuta miradi amemaliza hapo, ameifanya kwa ya kwake yeye alio kwenye ilani akaimaliza yote. mm -hmm. Amnaga kitu kama hicho. Kwa experience ambayo mimi nafahamu ni kwamba atayafanya haya kwa kipindi chake, na kuna mingine ataiacha yule mwingine atakayekuja